Karibu tuitazame historia ya nchi ya Yordani, ambapo tunasema Yordani rasmi kama ufalme wa Kihashemi wa Yordani ni nchi katika mashariki ya kati inayopakana na Siria kaskazini, Iraki kaskazini mashariki, Saudi Arabia mashariki na kusini, Israeli na Palestina upande wa magharibi. Yordani ina idadi ya watu takribani milioni 11.5 ikiwa ni nchi ya 80 duniani kwa wingi wa watu jiji lake kubwa zaidi na mji mkuu ni Amman. Yordani imegawanyika katika mikoa kumi na mbili lakini kubwa zaidi, Yordani inajulikana kwa mji wake wa kale zaidi ambao ni mashuhuri na maridadi unaofahamika kama mji wa Petra. Jina la nchi ya Yordani limetokana na mto Yordani ambao ni mpaka wake wa magharibi na Israeli na eneo la Palestina ya leo. kwa hayo na mengine mengi karibu sasa tuitazame historia ya nchi ya Jordani ndani ya HMG Africa. Usisahau kusubscribe kwa makala bora zaidi, kila kitu utakipata hapa, historia mbalimbali zilizovunja rekodi ya dunia na kadhalika. Karibu sasa tuitazame nchi ya Jordani. Historia ya nchi ya Yordan. Yordan rasmi kama ufalume wa kihashemi wa Yordan ni nchi katika mashariki ya kati inayopakana na Siria kaskazini, Iraki kaskazini mashariki, Saudi Arabia mashariki, na kusini Israel na Palestina magharibi. Ina idadi ya watu takribani milioni 11.5 ikiwa ya 80 duniani kwa idadi ya wingi wa watu. Jiji lake kubwa zaidi na mji mkuu ni Amman. Yordani imegawanyika katika mikoa 12. Yordani inajulikana kwa mji wake maridadi wa kale unaofahamika kama Petra. Jina la nchi limetokana na mto Yordani ambao ni mpaka wake upande wa magharibi na Israeli na eneo la Palestina ya leo. Jina rasmi ni Ufalme wa Kihashemi wa Yordani ambao umetokana na familia ya kifalme. Imepakana na Siria, Iraki, Saudi Arabia, Palestina na Israeli ina pwani fupi kwenye ghuba ya Agabu ya bahari ya Sham. Mji mkuu ni Amman. Nchi ya Jordani ya sasa ilianzishwa kwa jina la Transjordan, ng'ambo ya mto wa Yordani, kama sehemu ya eneo la Palestina lililotawaliwa na Uingereza kwa niaba ya Shirikisho la Mataifa. Baada ya mwaka 1918 Waingereza waliamua kutenganisha eneo hilo na Palestina upande wa magharibi wa mto Yordani na kuiweka tangu mwaka 1921 chini ya mamlaka ya Abdulahi bin al Husayf wa familia wa Hashemi aliyekuwa mtoto wa sharifu wa Maka wa mwisho kabla mji huu kutwaliwa na Wasaudia. Kwa hatua hiyo, Uingereza ililenga kuimarisha uhusiano wake na makabila ya wa Waarabu wa jangwa. Abdulahi alitawala awali kwa chocha cha emil, baadaye kama mfalme wa Transjordan. Jeshi lake lilishiriki katika vita vya mgawanyo wa Palestina na Israeli mwaka 1948 hadi 1949 na kushika sehemu ya Palestina isiyotawaliwa na Israeli. Baada ya vita ya siku sita ma six day wa ya mwaka 1967, maeneo yote upande wa magharibi wa mto Yordani yaliyotawaliwa na Mfalme Huseni wa Pili, mwandamizi wa Abdilaha tangu mwaka 1952 na, na mwisho yaliacha madai yote haya juu ya utawala wa sehemu hizo. Watu wa Jordani walio wengi, asilimia 95 mpaka 97, ni Waarabu wenye undugu mkubwa kijenetiki na washuru wa, wa Kristo ambao ni asilimia 0.8. Kuna umati wa wakimbizi kutoka Palestina ingawa wengi wamepata uraia na miaka ya mwisho kutoka Iraki na Siria. Wageni wote ni asilimia thelathini za wakazi. Lugha rasmi na ya kawaida ni Kiarabu. Upande wa dini, asilimia tisini na tano ni Waislamu, karibu wote wa Suni. Asilimia nne ni Wakristo, hasa waorthodoksi na Wakatoliki. Asilimia moja ni wadruze na wachache ni Bahai. Hiyo ndiyo historia ya nchi ya Yordani.